Karibu. Leo nataka nikuelekeze namna ambavyo unaweza kuondoa tatizo la kushindwa kutuma meseji kwenye simu yako. Umenunua bando la kutosha la meseji, lakini kila unapotuma meseji haziendi. Karibu na njio twende kwenye application ya kupiga simu. Tutaandika nyota tatu tatu zilo nyota no tutaandika leli tatu tatu 0 nyota moja moja moja moja leli, alafu tapiga ok. Utachagua mtandao unaotaka kutumia. Tumia Voda, itakwambia MMI code started, na kisha itakwambia call bearing or bearing service has been disabled. Utakuwa umeweza kutuma message, kwa hiyo ukituma zitakuwa zinaenda. Asante sana. Wakuwa pamoja nasi subscribe Jack Media TZ.